Uh, habari za leo kwa majina naitwa Brian kutokea Primax na leo tutaona jinsi ya kutumia Fuga app. Kwa hiyo Fuga app ni application ambayo tumeitengeneza kuwasaidia wafugaji wa kuku kusimamia shughuli zao zote na kutunza kumbukumbu kumbu zao za, uh, za ufugaji wa kuku. Kwa kama una shamba lako la kuku au una mradi wako wa kuku, Fuga app ni kwa ajili yako itakusaidia kufanya makadirio ya gharama ya kuku kabla hujaanza kufuga kuku. Itakusaidia kujua ratiba zinazofata kwa ajili ya chanjo. Itakusaidia kujua ratiba ya chakula kulingana na kiwango cha kuku nacho na mambo mengine mengi. Ukishajisajili, ukisha download application yako na ukisha jisajili, na ukijisajili utakutana na home screen kama hii na hapa kitu cha kwanza kufanya ni kuongeza kundi. Uh, utaongeza kundi la kuku wako ambao una umuingiza. Let's say kama umeingiza kuku mia wa mayai kuku mia nne hamsini. Uh, jina la kundi let's say utaliita layers highline. Uh, ukishafanya hivyo utaingia hapa kwenye kundi, kwa kuwa mimi na nimeshajirejista na makundi tofauti tofauti ila kundi letu ambao tumerejista sasa hivi tutaliona hapo layers highlight. Kisha chagua ile kundi lako utaona taarifa kuhusu kundi lako. Lakini ukirudi hapa kwenye uh, nyumbani au home screen utaona kabisa imeshabadilika kwamba chakula cha siku ya leo ni kilo 5.85 na ni chakula cha starter feed. Uh, kitu kingine unachoweza kufanya kupitia Fuga app utaongeza unaweza kuongeza kiwango cha chakula ulichonunua ili uweze kujua siku za chakula chako kilichobaki. Kwa utaingia kwenye chakula, utachagua cha, uta ina chakula sisi ni chakula cha kwanzia ambayo ni starter. Siku tulionunua chakula ni hiyo siku ya leo na kiwango labda ulichonunua ni kilo 100. Ukishaongeza hivi utaona kabisa kwamba a uh, jumla ya chakula kilichobakia ni siku ku, eh, ni kilo 100 na siku zilizobakia ni siku nane. Kwa hiyo kwa hapa, hata kwenye home screen yako utaona kabisa siku zilizobakia kwa ajili ya chakula chako ni siku nane. Lakini Fuga inakuwezesha pia a uh, kurekodi vifo. Kama kuna vifo vimetokea utaingia kwenye vifo utarekodi lese, kama ni vifo 20 vimetokea, sababu labda ni baridi, maelezo ya zaidi labda ni umeme ulikatika na hivyo vifo vimetokea leo. Ukihifadhi vifo, itakuonyesha kabisa vifo vilivyobakia ni na vifo vilivyotokea ni vifo vifo ni vifo ishirini. Na hata kwenye chakula utaona chakula kimepungua na siku zimeongezeka. Hiyo itakusaidia sana, ili usi, usizidishe chakula huku wakiwa wamepungua. Kitu kingine unachoweza kufanya ni chanjo na dawa. Kwenye chanjo, utaweza kuona chanjo zinazokuja kwa hiyo kwa sisi chanjo inayokuja ni chanjo ya tarehe kumi na saba ambayo ni chanjo ya kideri lakini pia utapata message ya kawaida ikikuonyesha kwamba chanjo inayokuja ni chanjo ya kideri kwa hiyo kabla ya siku ya kumi na saba siku ya kumi na sita utapata message ikikumbusha kwamba kesho ni chanjo na tarehe kumi na saba pia utapata message ya kawaida kingine unachoweza kufanya uh, unaweza karekodi vitu kama matumizi. Kwa hiyo ukiingia kwenye matumizi, utaona matumizi yako yote tumeyakategorize. Unaweza ukachagua labda chakula, kile chakula chako ulichonunua, gharama uliotumia kununua kilo mia, let's say umetumia laki moja kununua kilo mia, umetumia laki moja. Lakini pia aina ya chakula ulichonunua ni chakula cha kwanzia, kiwango ulichonunua ni kilo mia kwa hiyo uh, na umelipa kwa kesh. Kwa hiyo ukihifadhi, itakuonyesha kabisa gharama ya chakula chako uh, matumizi ya chakula chako ni kilo mia. Hivyo ndio jinsi utavyoweza kurekodi matumizi. Kwa hiyo utaamua kama kuna matumizi mengine kama ni mishahara ya wafanyakazi, chanjo, madawa au matumizi mengine kama umeme, usafiri na vitu vingine vyote, unaweza ukavirekodi hapo. Lakini kitu kingine unachoweza kurekodi Unaweza ukaangalia ripoti yako. Kwa hiyo kama uh, unataka kujua ripoti yako ya chakula, unaweza kuona kwamba, unaweza kuchagua kulingana na siku ya leo tu. Chakula kilichotumika kinajirekodi automatically. Kwa hiyo chakula kilichotumika kwa siku ya leo ni kilo tano uh, na matumizi ya wastani kwa kila siku ukiwa okay, umetumia siku nyingi, itakuonyesha kabisa matumizi yako ya wastani, na ki chakula kilichobaki kwenye ile kilo mia ulionunua ni kilo 94. Kwa hiyo hata kama ni mtu ambaye una mashaka na mfanyakazi wako, hii itakusaidia sana kupunguza mashaka. Lakini kitu kingine unachoweza kufanya, unaweza kurekodi mayai. Kama kuna mayai umeokota kwa siku ya leo unaweza kurekodi labda idadi jumla mayai uliokota ni mayai mia, lakini mayai yaliyovunjika ni mayai matano. Labda kwa nini amevunjika? Ulidondosha, ah. Unaweza kujua kabisa mayai yako na kiasi gani. Kwa hiyo itakusaidia kujua na mwisho wa siku kupiga hesabu zako vizuri. Lakini kitu kingine unaweza, kwenye mipangilio unaweza ukabadilisha taarifa zako binafsi, unaweza ukabadilisha nywila, unaweza ukabadili lugha. Kama wewe ni mtumiaji wa lugha ya Kiingereza zaidi unaweza ukabadilisha hapa, ukibadilisha lugha ya Kiingereza itabadilika, lakini pia unaweza ukaingia kwenye msaada ukawasiliana na sisi na mimi moja kwa moja kupitia WhatsApp au unaweza ukajiunga kwenye group la wafugaji ambao pia wanatumia Fuga app ili muweze kubadilishana mawazo kuhusu ufugaji. Unaweza ukanipigia directly au unaweza ukaangalia jinsi ya kutumia Fuga kupitia YouTube. Kwa hiyo hiyo ndio jinsi ya kutumia Fuga. Kwa maswali mengine au kwa msaada zaidi unaweza pia ukatupigia, ukatutumia email au vyovyote, kupitia ukija hapa kwenye msaada, ukatafuta mawasiliano yetu, ukatutumia message na tutakusaidia zaidi. Asante.